Basi bwana, ile Disemba 7 ikawadia, siku ambayo haitosahaulika kirahisi katika vichwa vya wafanyakazi wa China Railway 15 Group, wafanyakazi wa Tan Roads Ruangwa na wafanyakazi wa Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa hapa mkoani Lindi. Siku hii ilikuwa ni maalum kwa ajili ya bonanza kubwa lililopewa jina la Get Together 2025 ambalo lilisindikizwa na michezo mbalimbali iliyofanyika hapa katika viwanja vya Majaliwa Stadium. Bonanza hili lililanza mapema kwa kipute kikali cha mechi kubwa iliyoikutanisha timu ya CR15G TECU FC dhidi ya wakali wa Halmashauri ya Wilaya ya Ruangwa, timu ya Ashalongo FC, ambapo mapema kabla ya mechi hii Kubunda Media ilifanya mazungumzo na makepteini wa timu zote mbili ambao walikuwa na haya ya kusema. Kubunda Media kama tulivyokuambia, leo kuna big match, big match moja kubwa sana, naenda kukutanisha taasisi mbili kubwa kubwa kubwa ndani ya mkoa wa Lindi, na hapa tuko Ruangwa, wilaya ya Ruangwa, ambapo kuna mechi kati ya CR15G TECU FC watakipiga dhidi ya Ruangwa Halmashauri timu ambayo ni Ashalongo FC, so hapa mbele yangu tuko na team captain Mr. Mlao, vizuri? Niko fresh. Bana ya msingi hapa tunataka tu kujua mmejiandaje na dakika arobaini na tano za mwanzo, lakini pia dakika arobaini na tano za pili, ambapo baada ya dakika tisini tutakuwa na nini ambacho umekitarajia? Kwa kifupi sana ni kwamba sisi kama wachezaji tumejiandaa yeah, vizuri. Benchi la ufundi limefanya kazi nzuri ya kuandaa timu hmm. E, hata ukiangalia piga hmm, macho pembeni, utaona tuko wengi, tumesheni tuna mashabiki ambao wanatuongezea nguvu hmm. Kwa hiyo tunatarajia matokeo at the the end of the day ao yeah. Sisi bwana, tunachokihitaji kwenye mechi hii ni matokeo hmm, pate ushindi hmm, tuendelee kufurahia yeah. Of course mnachohitaji ni ushindi, matokeo mazuri, muweze kutengeneza furaha. So unafikiri technically kocha atakuja na mfumo gani, au hiyo ni surprise kwa sisi ambao ni watazamaji? Kama unavyoona watazamaji ni wengi sana, vyombo vya habari ni vingi sana Ah, kimsingi mfumo wa mwalimu ni kitu ambacho tutakiona okay. Muda wa mechi okay. And e, mimi kama mchezaji nipo ndani ya huo mfumo, kwao siwezi kuelezea hmm. Ni kitu ambacho anakijua vizuri mwalimu ao okay, sisi saa. Watazamaji tutaona tu uwanjani okay. Sasa tunashukuru sana Mr Captain maandalizi mema, shukrani all the best. ndio wa Kubunda Media hapa tuko live hu, ni uwanja wa Kasim Majaliwa Majaliwa Stadium, tuko katika mkoa wa Lindi na hapa ni wilaya ya Ruangwa. Leo kuna big match, match moja kubwa sana ambayo inaenda kukutanisha taasisi mbili kama tulivyokuambia hapo awali. Tunao China Railway kwa maana ya Sela 15G Tecu FC wanaenda kukipiga dhidi ya hawa watu walimashauri halimashauri ya wilaya ya Ruangwa, na huyu hapa mbele yangu ni captain wa Ashalongo FC. Ashalongofc, mmejiandaje na game ya leo? ushindi upo haupo? Aa, kwa sisi mechi kama hii zenye ushindani ambazo zina kombe nje, mm huwa -hmm. Mechi sisi tunazijua kuzichezea mara mm -hmm. ya mwisho hapa tuliwafunga, hatuwa afya tuichukua mbuzi, waleka mbuzi walileta wao, mm -hmm. tukachukua sisi. Kwa hiyo na nyie mtaendelea na hiyo hiyo stori, mmeleta kombe, tutaletea sisi. Kwa hiyo hakuna namna, karibuni mfurahi, lakini kwa kombe mtatupa sisi. Asante sana kwa maana ya kwamba mmejiandaa kwa ajili ya kubeba ushindi labda za ndani, inawezekana. Kikosi chenu kimekaakaaje? mfumo koje, ukoje ukoje? ni vile hatujapata nafasi ya kuzungumza na mwalimu, na hivi tunao muda mchache na wewe, kama captain wa timu unaweza kutupa dondoo kidogo, mwalimu, kuhusu mbinu za mechi ya leo. ni ngumu kutoa hapa kwa sababu wapinzani wetu wanasikia na tufanyia kazi , lakini kocha anafanya kazi vizuri, nadhani mm. mbinu ambazo anatupa sisi ambazo ni siri yetu, sio siri ya watu wengine, nye mtaona tua matokeo yake mm. ila baada ya mechi tutaambia tumeshindaje. Sasa hivi hatuwezi kuambia tunaendaje, tunafanyaje, tuna mm. ila kwa, kwa ukweli benchi la ufundi imefanya kazi zake vizuri Zajiwa kwa vizuri hapa. Kuna watumishi mbalimbali, kuna mm. walimu, watu wa afya, idara mbalimbali. Sisi ni timu ambayo kwanza tuna historia nzuri katika mashindano mbalimbali ambayo tumeyafanya, mm. sio ndani ya wilaya, hata nje ya, ya, ya, ya, ya, ya mkoa huu wa, wa, wa Lindi, tunafanya vizuri na timu nzuri. Kwa cha msingi wajipange wenzetu kwa ajili ya mechi. Asante sana, nikushukuru mwalimu sana sana, shukrani. Basi bwana, dakika arobaini na tano za kwanza hazikawii, mechi ilikuwa ya moto mechi ilikuwa na intensity kubwa na ya aina yake ambapo mpaka tunaenda mapumziko Ashalongo fc walikuwa wamesharuhusu magoli matatu kwa moja kutoka kwa wenye bonanza lao CR15G Tecu FC, iliyopo chini ya Master Chid Mgunda. Kipindi cha pili kilipoanza mambo yaligeuka, unaambiwa kocha wa Ashalongo fc kume alishawasoma vyema CR15G TECU FC, ambapo mwamba huyu alipiga substitutions mbili tatu zilizosababisha comeback ya hatari unaambiwa, mpaka referee anapuliza kipenga cha mwisho, Ashalongo FC wazee wa Pira Notice, walikuwa wameshafunga magoli manne kwa matatu ya kipindi cha kwanza ya vijana wa China Railway 15 group na TECU FC kabla ya mgeni rasmi kukabidhi kombe kwa mabingwa wapya na wa kwanza katika historia ya Get Together 2025, Kubunda Media ilishuhudia burudani nyingine ya freestyle battles ambapo ma MC walionyesha ukali wao wa michano kama tunavyoona. <coughs> Tuendelee ama tusiendelee ndio kwanza kuna kucha injinia Sole anasema waweza kuzidi wewe bwana chicha leo tunarudia tuendelee ni apeli weka moja moja je je je je raundi ya pili sasa nataka kumchapa saizi nitamshinda na kuambia mimi na hapa je yeah. Kama msosi makapa, unaweza kumchukua alafu ukamtupa, unaweza kumtafuna alafu ukamsusa. Mwone kijunga kama vile misikipenzi na shangaa, alafu mshikaji mwepesi kamwagiwa maji. Haya maji au haya pana, haya ni kandoro, uwezi kupata dawa hicho chochoro. Inaambiwa watu walishindana kufukuza kuku ambapo kwa upande wa wanaume kuku alinyakuliwa na wenyeji CR15G TECU, na upande wa wanawake wafanyakazi wa halmashauri waliibuka washindi <coughs> na katika mchezo wa riadha mita mia moja CR15 G teku wenye bonanza lao walipata ushindi mnono kwa kumtoa bingwa wa mbio Bwana Beka Bakari. Mara baada ya michezo hii kumalizika, kocha wa timu ya Ashalongo FC alikuwa na haya ya kusema. Makofi kwa kocha, kocha, kocha, kocha! <laughs> Kipekee nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu watuweza kutufanikisha kufanya kazi zetu vizuri, tumemaliza salama, hatuna majeruhi ya kusema hali yake mbaya. Kwa kipekee tunamshukuru tunamshukuru Mwenyezi Mungu na niwashukuru pia wageni wa wetu wa China Railway 15 wakuweza kuwa na morali aweza kuhamasisha hadi hapa u ya wadau wadauhapa kufika ni basi wa wageni wetu wa, wa, wa China leo 15. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha sana. Hii ni kama mmefungua milango kwa wengine, lakini basi hii huenda hapo waje tu uwanja wa wa, wa ligi kuu. Lakini pia tunaweza kucheza hata usiku, kwa hiyo nininyi tuna uwezo wenu, tunaweza mkalipia mafuta siku mkatuambia katuambia snazetu safari tulifanye kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa tatu usiku. Basi hapa taa zitawashwa, kwa hiyo niwakaribisha sana sana, mwendelee kuja mhubiri wetu ni, ni, ni, ni msikivu na nafikika. Niende kumshukuru bwana Fiki kwa ajili ya chonya, amekuwa msaada mkubwa sana, sana, sana kwenye timu yetu, lakini pia kwa wadau wote wa jamii wangu. Kwa hivyo tumetumia uwanja, tukipata taarifa basi uwanja uko free, tuweza kuhudumia watu wote. Kwa hiyo niwashukuru sana bwana MC, nikushukuru, kazi nzuri, nilikuambia kikombe bila hii mechi lika fainali katika zilizopitia Tanga, hii imeweza kuchallenge eh, tena lakini lakini siku tumeweza tumeweza kuonyesha utofauti wa wa timu timu timu kubwa au yenye experience na na, tumejua kwenye bomba mpaka kufunga goli ushindi. Kwa kwa hiyo kitu kitu kwenu kikubwa kufanya mazoezi, pia tunawakaribisha hata sisi pia kama mna <coughs> <coughs> Mara baada ya neno hili pia, mwakilishi wa China Railway 15 Group ambaye ni highway engineer Mr James alikuwa na neno hili la shukrani, nikimkaribisha engineer James kwa ajili ya neno la shukrani. Habari za mchana jamani. Mimi kwanza nianze na shukrani zangu kwa kuongeza wachezaji wote ambao wameshiriki kwenye hizo namba Ulivyokuwa tukija hapa sikutegemea kwamba tunaweza kukaona mpira mzuri kama tuliyoona, lakini kusema kweli mpira ulikuwa mzuri. Nadhani hata watu wangekuja hapa wasingejua ni Ruangwa halmashauri na, na China Railway wangehisi labda ni timu za daraja la tatu. Kwa hiyo hicho kweli ni pongezi, lakini vilevile ni pongeze uh, halmashauri ya Ruangwa kwa sababu tulivyoanza mechi tulijua tumeshaimaliza, lakini tulivyokuja kipindi cha pili, sijui wameenda kuongea nini, ni wamekuja wakiwa tofauti kabisa. <laughs> Kwa hiyo nawapongeza kwa hiyo, lakini kama alivyotangulia kusema, haijaisha mpaka iishe. Kwa leo tumekubali, lakini tutaomba siku nyingine ili tuone nani kweli ni kidume. <laughs> Na, na nadhani tunaomba tucheze usiku kwa sababu jua leo lilikuwa kali sana. Inawezekana limetuathiri kwa kiasi kikubwa. Kutoka TANROADS Ruangwa Material Engineer Sauli Mtei alifunguka alinza saizi. Jamani, kwa jina naitwa enjinia Sauli Mtei. Nashukuru kwa wote walioshiriki katika kutoka halmashauri ya wilaya ya Ruangwa, kiongozi mkuu mwenye dhamana ya michezo Mheshimiwa Onesmo, afisa michezo Ruangwa, alizungumza na kumkaribisha highway engineer Charles kwa ajili ya kutoa neno na kukabidhi zawadi. Kwa hiyo nikupongeze kwa hilo na nikukaribishe mahali hapa ili uweze kugawa zawadi kwa washindi wetu wa leo. Asante sana, asante sana, afisa michezo. Michezo safi, safi, michezo safi. Safi. Safi. Uh, nafikiri maneno mengi yamesha zungumzwa na waliotangulia na kama tulivyosema kwamba kwa, kwa upande wetu tumefungwa, lakini tumecheza vizuri, na kwa vile maandalizi yalikuwa ni mafupi, nafikiri mechi itakayofuata itakuwa ya ushindani zaidi, na baada ya hapo tutajua kwamba nani ambaye ni, ni, ni, ni mshindi, lakini kwa leo ilikuwa tu kwa ajili ya kupasha misuli, lakini hali ya hewa labda vijani mawasili, lakini kikubwa kama liotangulia kusema kwamba ilikuwa ni kufahamiana na kupasha mwili kidogo. Kwa hiyo baada ya hayo machache Mambo sasa, tuendelee na zoezi la kutoa zawadi Asante. Kapteni wa timu ya Ashalongo FC ameweza kukaribia hapo mbele na tulie naye, ndo mgeni rasmi anamkabidhi kikombe, anamshika mkono, anamwambia hongera sana hongera sana, kazi nzuri, next time hili kombe tutalichukua tu, namna hiyo fi Hivi ndivyo Get Together Bonanza 2025 ilivyokuwa hapa Majaliwa Stadium, ambapo inaelezwa baada ya hapa bata liliendelea pale Royal Bar and Lounge panapo Majaliwa. Tukutane tena katika Get Together 2026.